Ehe. Kama kawaida. Mbinu zetu za kivita ni zile zile. Hazijabadilika. Ukitoka hapa kwanza tutasali pamoja. Ukitoka hapa unapoingia darasani kwako kwa machi huku, naomba. Kimya kimya usimdisturb mtu si ndio? Sindio? Yeah. Ukifika kwenye kiti chako kitakase kwanza. Muite Mwenyezi Mungu pale. Ehe, kimaliza kaa. Wakutafsiri uko wapi? Aje hapa Batuli hapa nachaje? Nimesema mbinu za kivita ni zile zile. Unapotoka hapa hapa, tutasali pamoja. Narudia, tutasali pamoja. Kimaliza kusali, unapoondoka kwenda hapa, usipige kelele, kama isipokuwa utapiga kelele sawa. Usimwambie shetani nini kinachoendelea, si ndio? Naenda kimya kimya naenda kwenye room zenu. Ukifika kwenye rumu yako pia ukifunguliwa mlango mach kama nilivyoelewesha, hamna kumwambia mwambia mwenzako. Kumbuka pale kuna kila mtu anamwita Mwenyezi Mungu kwa nafasi yake, si ndio? Ukiingia mm -hmm. pale kabla hujakaa unafanya kama tulivyokwambia, Eh? Takasa kiti chako, kishamaliza kutakasa kiti chako utakaa pale, usipige kelele, subiria mtihani wako, wakati huyo unaomba si ndio? Unamwambia Mwenyezi Mungu akukumbushe yale yote uliyo yasoma kwenye somo hilo, si ndio? Ukimaliza mtihani umekuja usio mwepesi wa kufungua, weka mkono wako pale, omba juu. Hey, adui usimpe nafasi, eh? Hamna kumpa nafasi. Ukimaliza pale theni ukiambiwa sasa funua ndio utafunua, utaendelea na kazi yako vizuri kabisa, hakuna wasiwasi. Kuwa jasiri, kwa sababu kila sehemu tumemkaribisha Mwenyezi Mungu, si ndio? Sasa ni muda wa kusali, tukisha sali tuanze tena. hakikisha unapoenda kule, enda kwanza uwani, ushakunywa uji

asante kwa sababu ya asubuhi ya leo, leo njema ambayo Mungu umeikubali sisi tuweze kufika mahali hapa. si kwa akili zetu wala si kwa uweza wetu wala si kwa nguvu zetu. Bali ni neema yako tu ambayo Mungu umeweza kuiachilia juu yetu. Bwana Yesu, tazama saa hii tena, mfalme wa amani usaidii lakini pia uliwahidi wazazi wetu ya kwamba sisi tutakuwa tita washinton. Bwana Yesu tunakuomba kuwathibitishe hayo utujalie nguvu na maarifa zaidi kwa ajili ya kutukuza jina lako, tumdaa tukiamini kwamba Mungu utatenda sasana mapenzi yako na kila mwanafunzi.